Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wangu popote unaponitazama kwenye YouTube, kwenye TikTok, nataka nikukaribishe kwa himizo la siku ya leo. Kuna mtu maali amekata tamaa ya maisha, kuna mtu maali maisha imemfikisha ime mwisho, kuna mtu maali amekosa tumaini. Nataka nikwambia kwamba Yesu ni tumaini tosha, Yesu ni tumaini tosha. Shetani asiingie kwa akili yako, akaanza kukwambia vile wewe haufai kwenye dunia hii sababu ya situation ambazo unapitia. Hali zinakuja na hali zinaenda, hali zinakuja na hali zinaisha. taka nikwambia kwamba Mungu ni mwaminifu katika maisha yako, na haezi kukuacha uangamie akiwa anakutazama. Kwa hivyo, pengine unapitia hali ngumu ya maisha, pengine ni kazi ya una, pengine umesongwa na madeni pengine shule zinafunguliwa na una school fees, pengine ni rent unashindwa nitalipa nini, mwezi unaelekea kuisha, ama ume, umekaa kwa nyumba ya mtu miezi tatu haujalipa, so mawazo imekujaa unashindwa utafanya nini. Nataka nikwambia kwamba Yesu anaweza yote, mwamini yeye na atakuhudumia na atafungua milango Anasema ya kwamba wa mtumainio Bwana ni kama mlima Zayuni. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi 125 verse 1, Biblia inasema ya kwamba wa mtumainio Bwana ni kama mlima mlima Zayuni, Zayuni, Bwana, Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Wa mtumainio mtumainio Bwana ni ni kama mlima Zayuni, anasema ya kwamba, wa mtumainio Bwana ni kama mlima Zayuni ambao hautingiziki, wakaa milele. Kama milima inavyozunguka Yerusalemu, ndivyo Bwana anavyozunguka watu wake tangu sasa na hata milele. So, nataka nikuambia kwamba weka tumaini lako kwa Mungu, weka tumaini lako kwa aliye juu. Bwana Yesu apewe sifa. Wengi waliweka tumaini kwa wanadamu. Wanadamu wakabadilika. Mchumba akaweka tumaini kwa kijana fulani, msichana ameamini, msichana fulani ameweka tumaini kwa kijana fulani atamuoa. Mwisho akakuja akamgeuka. Kijana akawa ameweka tumaini kwa msichana fulani ya kwamba atamuoa, akaolewa na mwingine. Mwanadamu hubadilika. Haijalishi unapitia nini, haijalishi changamoto gani ambazo napitia, lakini weka tumaini lako kwa Mungu, tumaini Mungu aliye juu, yeye atakuaibisha. Maana anasema ya kwamba wanayenitumainia ni kama mlima Zayuni. Mlima Zayuni hautingiziki, dharuba ikuje, mawimbi ikuje, unabaki imara. Bwana Yesu asifiwe. Wacha Mungu akutangulie popote unaposikia hii mahubiri. Wacha Mungu akuonekanie pale unaposikia sauti hii. Hata kama ni rent, hata kama ni school fees, na wacha Mungu afungue milango. Upate rent, upate school fees, uweze kulipa. Bwana asifiwe. Unajua watu wamezoea. Mtu akiingia kwenye mtandao, anatafuta zile vitu fani fani, lakini mahubiri kama haya hawana shughuli nayo. Wanayapita tu. Najua wengi wanaskipu hii mahubiri, wataruka kitafuta vitu fani fani. Lakini acha nikuambie kuna siku itafika Utakuwa unaingia kwenye mitandao kutafuta mahubiri kusikia neno la Mungu na wakati utakuwa umeisha. Ole wako unayeruka mahubiri kwenye mitandao, unasema ya kwamba ama pasta ni wakora. Ndio, sikatai mapasta wako wakora. Lakini sio wote. Bwana Yesu apewe sifa. Hawezi jua Mungu amenituma kwenye mtandao kwa sababu gani? Ili niweze kubadilisha maisha ya mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wale watakejeli mahubiri. Lakini nashukuru Mungu maana sijajituma mwenyewe. Mungu ndio amenituma. Kwa hivyo wewe ambao unapitia tough situation, nataka nikuambia kwamba God is faithful. Mtumainie yeye, weka tumaini lako kwa Mungu, na Mungu atakuinua na Mungu atakubariki na Mungu atakufungulia milango. Aijalishi unadaiwa pesa ngapi kwa nyumba ambayo unaishi. Aijalishi school fees ya mtoto ni pesa ngapi unadaiwa. Aijalishi ni mangapi ambayo unapitia. Unajua kuna, kuna hali unaweza pitia mpaka watu wabaki wakikusema wakubandike majina, mama, omba, omba, mama skati ya redi, mama viatu ya black mama, wa marasta mama, mama, mama, yani utapewa majina kulingana na situation yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini, Mungu ni mwaminifu. Mtumainie yeye aliye juu. Mungu aliyenitendea, Mungu aliyenitoa kwenye aibu, atakukumbuka siku ya leo. God bless you. Wacha nikuombee. Baba, nakushukuru mfalme, ninasema ni asante mfalme wa amani. Kwa huyu mtazamaji wangu Jehova tazama napitia alingumu, Yesu popote napo nitazama. Jehova katika taifa hili la Kenya, mfalme baba, ninaomba ya kwamba ukaweze kumuonekania baba, ukamfungulia baba milango, Yesu akapokea baba yangu fedha, mfalme, mfalme wa amani, akaweze kukimu mahitaji yake Jehova Jireh kila situation ambayo napitia Yesu, ukamkumbuke mfalme, ukamuonekania baba, wainuliwe na wabodiwe Jehova na ni kwa jina la Yesu, nimeomba na atakuamini, amen. Bye bye, majina yangu ni Pastor Sure nitafuta kwenye mitandao Tutaongea mengi. God bless you.